Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majaliwa ya Machinda itungano ya Mabuchi. Bado niko kwenye hiyo kurunzi ya mada mfululizo au series ambayo ni maeneo ya kujitambua, ninapokuletea hii mada ya nne. Tutaichambua pamoja ili tuweze kuelewa ni jinsi gani twaweza kujitambua kiroho. Pointi ya nne kwenye hii mada tunaangalia jinsi ya kukuza kujitambua kiroho. Ni jinsi gani tunaweza kukuza kujitambua kiroho? Kumbuka tuliongelea ngazi, na hizo ngazi zinatengenezwa na hizi pointi ambazo naenda kuongea saa hii. Kujitambua kiroho hukuzwa kupitia mambo sita ambayo anaenda kueleza kwa haraka haraka. Jambo la kwanza linalokusaidia kukuza au kuingia kwenye zile ngazi nne ni kutafakari maisha, meditation. Lazima uwe na muda wa kumeditate. Jambo la pili, kujitamkia mwenyewe maneno ya kujiamini ambayo wengine wanaita ni sala, sala au maombi au maneno ya ujasiri. Kujitamkia mwenyewe maneno ya kujiamini ni pale unapoongea maneno kulingana na kitu unachotaka kifanyike. Ukitaka kufanikisha jambo, unasema nashukuru kuamka salama, naenda kazini leo, ni siku ya mafanikio kwangu, basi unaishia hapo. Wewe huhitaji kuomba kwa niaba ya mtu au kwa mtu kuelekeza maombi. Mungu yuko ndani, kumbuka. Huhitajiki sana kusema naomba haya yote kwa jina la Yesu. Hizo ni dogma za kidini, wewe huhitaji hayo yote, unahitaji kujitamkia nguvu nilizo nazo zinatosha kupambana na hii kazi ya leo. Muumba aliyeutengeneza mwili wangu na jinsi nilivyo amenipa nguvu basi lakini unapofanya maombi kwamba Mungu nisaidie, Mungu nipe uwezo wa kukabiliana na hii hali, maanake wewe huna nguvu. Kila mara tunafanya maombi vibaya, kwa sababu tunaomba tukionyesha kwamba hatuwezi. Tutaweza lini? Omba ukisema ninaweza kufanya haya na hivi, nimeamka naenda kufanya. Una chakula mezani, unasema asante, maana mizunguko yangu imezalisha chakula na sasa familia tuna furaha. Hayo ndio maneno ya kutamka, sio kuanza kusema Mungu abariki chakula. wewe ki, chakula kishabarikiwa, ili kifike mezani kimepitia mchakato. Unakiombea kupitia nguvu gani tena? na nguvu ya kuleta chakula ilitoka ndani yako wewe mwenyewe. Unachotamka pale ni kusema tunashukuru kwa ajili ya kupata hiki chakula, tumekuwa na baraka za kipekee kwa ajili ya kupata chakula na tumetumia nguvu za kutosha kupata hiki chakula. Basi ni maneno tu, na sio wala kujiweka kwenye maombi ya mpaka unafumba macho. Umetengeneza chakula ukiwa macho, unaangalia ulikuwa jikoni, ulikuwa unaangalia jinsi unavyopika, lakini imefika, unataka kuongea maneno Unaanza kufumba macho, unafumbia nani macho? Hizo dogma, ndio nakuja leo ni kuondoe kwenye hizo dogma. Jinsi ya kukuza kujitambua kiroho, jambo lingine, kujioji mwenyewe kwa ukweli, ile inaitwa self self reflection. Uwe una reflect kwa mambo yanayotokea kwa wengine. Mara nyingi wataalamu wanasema mtu mwerevu ujifunza kwa makosa ya wengine, bali mpumbavu ujifunze kwa makosa yake. Ina maana ukiwa mwerevu, hutasubiri kuanguka, hutasubiri kufail, uta, utatengeneza muda wa kujifunza kwa makosa ya watu wengine, ili wewe usifanye yale yale makosa walioyafanya. Lakini ukiwa mpumbavu, utakuwa unakosea, unakosea, ndio unajifunza, ambavyo si vibaya. Ila ili uanze kupanda viwango vya kujielewa, jifunze kwa makosa ya wengine, ili wewe upafect. Ndio maana ni vizuri kuwa na mento. Kuwa na mtu anaye kutengeneza kuwa na coach. Maana huyo coach yeye amekosea vya kwake sasa na experience, unachukua ile experience yake we unatengeneza njia yako, inakuwa rahisi kuliko yake. Jambo lingine ni kusoma vitabu mbalimbali mbali, vikiwemo vitabu vya historia kama vile Biblia, Kurani na vinginevyo. Mtu anayetaka kujielewa sana kiroho lazima achukue muda wa kusoma vitabu. Chukua muda wa kusoma vitabu, usikalie tu ku, watch movie na TikTok. Chukua muda wa kusoma vitabu, na katika vitabu unavyovisoma unaweza pia ukasoma vitabu vya historia, ninaviita vitabu vya historia Biblia na Kurani, maana vimejaa matukio ya zamani yaliyotokea kwa watu. Na hawa watu walipoanza kuandika wakaanza kusema Mungu ndo alituambia, Mungu ndo alisema hivi. Wewe unachukua ile mifano ili uangazie ni jinsi gani hii mifano inaweza kuwa applied kwako. Unakuwa na uwezo wa kuelewa yaliyotokea zamani na yanayotokea leo, uyasome kana kwamba unasoma historia. Lakini watu wanaposoma hivi vitabu wanavisoma kana kwamba wanaongea na Mungu. Mungu hajaacha kuongea na Mungu hayuko nje. Mungu yuko ndani. Ametutengeneza kwa mfano wake na amewapa wazazi kama mimi uwezo wa kutengeneza watoto. Yaani watoto hawatoki kwa Mungu, wanatoka kwenye viuno vya wazazi. Kwanza mtoto wa kiume anapozaliwa, anazaliwa na mbegu za kutosha za watoto atakaowaleta duniani. Huyo mtoto anaanzia kwa baba, kama ulikuwa hujui, ndio maana anachukua ubini, jina la baba. Anatoka kwa baba kwa njia ya kiroho, anaingia kwa mama. Hiyo mbegu haionekani, ni kiroho. Ikishaenda kule, inaanza kutengeneza maisha. Maisha anaanza kutengenezwa, katika kutengeneza mwili utakaoonekana. Lakini huyo mtoto yupo, ndio maana hata Yeremia aliambiwa kabla hujaingia tumboni nilikujua. Maana yake ni mbegu iliyokuwa kwa baba ikaenda kule ikaanza kutengeneza mwili. Mwili unaanza kutengenezwa polepole, huo mwili unachukua mpaka miezi tisa ili uwe kamili kuja kuonekana kwa watu. Na huo mwili ukija wenyewe bila ile roho iliyotoka kwa baba, huyu mtoto anazikwa mara moja, atasemekana kwamba amezaliwa mtoto mfu mtoto amekuja kama amekufa. Kwa nini? hakuja haku na ile roho. Kwa hivyo mzazi wa kiroho wa mtoto ni baba, maana ile mbegu haionekani kwa macho. hivi unavyovionaga ni vile vya kusindikiza mbegu. Sasa huyo mtoto anakomaa kiroho, mawazo yake yanatoka kwa baba, mawazo yake ametoka kwa wazazi, maana yule mama pia aliyekuwa na ile kazi ya kutengeneza ile ile mbegu kugeuka mwili mpaka uwe mwili wa kuonekana, ana mchango mkubwa sana kwenye yule mtoto pia. Kwa hivyo huyu mtoto huyu ni kiumbe kinachotokana na uwezo wa wazazi. Sasa kama wewe ni mtoto unaanza kuwadharau wazazi, kumuhenzi mtu usiyemuona au kiumbe usichokiona, umekosea njia. Njia yako inaanzia hapa ulikotoka, ndio unaenda ukipanda, na unapopanda yaani, unapanda kwa babu yako, kwa mzaa babu, kwa mbabu wa babu, hivyo huko ndio ulikotoka. Kwa hivyo kusoma vitabu vya historia kunakusaidia sana kupata upeo wa kupanda ngazi za kiroho. Jambo lingine li katika jinsi ya kukuza eh, kujitambua kiroho ni kujihusisha na matendo ya upendo na huruma. Unapofanya huruma kwa watu, unapojihusisha na matendo ya kuhurumia watu, unaanza kupanda viwango, maana utaheshimika, maana utakuwa mtu mwema na utakuwa mtu ambaye unaifaa jamii. Jambo la mwisho hapa ni kukaa kimya na kusikiliza sauti ya ndani intuition. Kuna vipindi unatakiwa ewe mwanadamu, uwe unanyamaza uwe unakaa kimya, ukisikiliza moyo wako unaongea nini kuhusiana na swala fulani. Usio mtu wa kuongeongea masaa yote. Hivyo basi, unaweza kuwa unachukua hata muda wa kutembea mwenyewe, ili kufikiria maisha yanakupeleka wapi. Lakini kama wakati wowote huko kwenye simu, huko kwenye mitandao ya kijamii, utakosa intuition, utakosa kuelewa mambo yanayotoka ndani. Kumbuka innovations nyingi au ugunduzi mwingi unatokana na hili swala la kunyamaza. Mtu wa kunyamaza na kufikiri ana uwezo wa kutunga vitu vipya, lakini mtu wa kuongea sana bila kuchukua muda wa kufikiri atashindwa kutunga atakuwa mtu wa kurudia maneno yaliyotungwa na wengine. Ili ukuze kujitambua kiroho, zingatia haya mambo sita: kutafakari maisha au meditation, kujitamkia maneno ya nguvu au ile wengine wanaita sala, kujioji mwenyewe kwa ukweli au self-reflection kusoma vitabu mbalimbali mbali, vikiwemo vitabu vya dini kama vile Biblia na Korani na vinginevyo. Na jambo la tano, kujihusisha na matendo ya upendo na huruma, philanthropic contribution. Na jambo la mwisho ni kukaa kimya, kusikiliza utu wako wa ndani, intuition. Hapo utatengeneza mambo mengi. Nakumbuka nilivyokuwa kwenye ulingo wa kutengeneza nyimbo Nilipokuwa natunga nyimbo katika ulimwengu ule wa hapo nyuma, nilipokuwa mwimbaji na mcheza gitaa, nilikuwa natunga nyimbo nyingi nikiwa mwenyewe kwenye matembezi, aidha naendesha baskeli au naendesha gari au natembea kwa mguu. Nilikuwa nikitunga nyimbo nyingi huko, na nikija naanza kutengeneza biti inayofanana na ile melodi niliyoipata. Na zamani nimeanza kutunga nyimbo mwaka 1998 998 na hiyo miaka, hakuna simu za kurekodi, hakuna kitu chochote, ila nilikuwa na uwezo wa kutunga nyimbo nyingi na kukumbuka zile melodi za hizo nyimbo na nyimbo ambazo zina melodi zinazo tofautiana kabisa. Hiyo ilitokana na intuition yangu ilikuwa juu, maana nilikuwa nimepanda ngazi za kiroho, ila nikaanza kufikiri kwamba ngazi za kiroho zinapanda kulingana na dini Kumbe zinapanda kulingana na connection yako, divine connection uliyo nayo na supernatural. Hivyo basi, ukiwa na uwezo wa kutumia hizi njia utaanza kupanda ngazi za kujitambua kiroho.